wakala wa usajili ufilisi na udhamini yani RITA pamoja na majukumu mengi tulionayo tuna jukumu la kusajili bodi za wadhamini na kuzisimamia chini ya sheria ya bodi za wadhamini sura 318 taasisi ambazo zinatakiwa zisajili bodi za wadhamini ni kama hizi zifuatazo taasisi za madhehebu ya dini vyama vya siasa vyama vya kijamii na vyama vya michezo katika kutekeleza jukumu hili la kusajili na kusimamia bodi za wadhamini, tumekuwa tukikumbana na changamoto mbalimbali ikiwemo mbali baadhi ya wajumbe wa bodi za wadhamini kutotambua majukumu yao ya kusimamia zile mali, na wengi wao wamekuwa wakijimilikisha zile mali ambazo ni mali za taasisi, na hii imekuwa kileta mgogoro baina ya wajumbe wa bodi na waumini au wanachama wana, wana, wana ambao ndio wamiliki wa zile mali. Sisi kama RITA au ofisi ya Kabidhi Wasii, ili kutatua changamoto hii, tumeamua kuendesha mafunzo kwa wajumbe wa bodi za wadhamini zilizopo Dar es Salaam, na lengo kubwa ni kuwajengea uwezo, wapate uelewa na waelewe sheria inayoelekeza vipi na majukumu yao kwa mujibu wa sheria ya kusimamia hizo mali kwa niaba ya waumini. Mafunzo haya tunatarajia tuyafanye tarehe 13 ya mwezi wa tatu mwaka huu wa 2025. Na mgeni rasmi tunamtarajia atakuwa Mheshimiwa Damas Ndumbaro, Waziri wa Katiba na Sheria na mafunzo haya tutayafanyia katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere uliopo jijini Dar es Salaam. Naomba nitumie fursa hii kuwaalika na kuwasii wasikose kuhudhuria mafunzo haya kwani yana manufaa makubwa sana kwa taasisi na kwa wao wenyewe pia. Na wale wote ambao tumewapa mialiko, tunaomba mhudhurie bila kukosa. Asanteni sana.